Habari za muda huu, karibuni sana katika chaneli yetu ya Fati Rabbit TV ili muje kujipatia elimu mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa na kibiashara zaidi. Na kwenye video hii naenda kukuonyesha vitu muhimu ambavyo vinahitajika katika utengenezaji wa mabanda ya sungura ya kisasa, ili wakati wewe unataka kuingia katika huu mradi uwe unafahamu inabidi utengeneze mabanda ya aina gani na nitaenda kukuelekeza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na hayo mabanda na design yake kwa ujumla. Kwa hiyo, baki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika hii video, ili ujipate kujipatia hii elimu zaidi ya ufugaji wa sungura wa kisasa. Kwa majina naitwa Fadhili Mpaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa, napatikana katika mkoa wa Lindi, ndani ya halmashauri ya manispaa ya Lindi mjini. Na tukianza kuviona mahitaji muhimu ambayo yanahitajika katika mabanda ya ufugaji wa sungura wa kisasa, hitajio la kwanza, lazima hakikisha kwamba banda lako lina ukubwa wa kutosha kutokana na idadi ya usungula wanaohitaji kuwafuga kwa sababu sungura mmoja anahitajika kikaa katika chumba chake ikiwa na ukubwa wa kuanzia futi mbili na nusu mpaka futi tatu upana pamoja na urefu, ili pate sungura apate kukaa vizuri. Ila pia unaweza ukatengeneza banda likawa na ukubwa kiasi kama hiki, ambapo unaweza ukafuga kwa sungura watoto, unaweza ukahifadhi humu, ambao sungura wana uwezo wa kufika mpaka sungura ishirini mpaka ishirini na tano kwa ukubwa wa hili banda. Kwa hiyo lazima wakati unatengeneza huu unajua kila kitu hiko. Jambo lingine la muhimu sana katika utengenezaji wa mabanda, lazima uzingatie mfumo mzuri wa uvunaji wa, wa mbolea pamoja na mfumo mzuri wa kufanya usafi katika hilo banda lako, lio linaruhusu ufanyaji mzuri wa usafi, na ndio maana tunakuta tunatengeneza hivi. Kwa hiyo hii bati inatusaidia sana katika uvunaji wa mbolea ila na kwa hapo juu, ndo maana tumeamua kuweka sakafu yao kuwa ya waya, tukiwa tuna maana kwamba hii sakafu endapo yeye atajisaidia juu, sungura wako na baadhi ya vyakula vikibaki juu, yeye mwenyewe akijisaidia kuanzia haja kubwa, haja ndogo, zitashuka chini na itakuwa vinaondoka moja kwa moja kuelekea katika bati, na utakuwa wewe unafanya usafi kwa urahisi zaidi manaake hapa itakusaidia kama wewe mfugaji, na itakusaidia pia katika uvunaji mfano wa mkojo wa sungura, kwa sababu utavokuwa unatiririka kwa chini hapo utakuwa una, unauvuna kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo hakikisha banda lako pia lina mfumo huo mzuri wa, wa ufanyaji wa usafi kwa ujumla. Hakikisha pia banda liwe na uwezo mkubwa sana wa kupitisha hewa ya kutosha, yani hapa nazungumzia kwamba banda liwe na mzunguko mzuri wa kupitisha hewa na lisiwe kwamba lina joto kali. Maana yake utengeneze banda ambalo lina asilimia kubwa sana ya waya, ili mradi uwe inapitisha hewa iliyokuwa nzuri zaidi, kwa sababu banda lako inahitajika sungura apate hewa iliyokuwa bora na hewa safi zaidi, ili ipate kumsaidia zaidi katika ukuaji wake kwa ujumla na wakati unajitahidi kuhakikisha kwamba banda lako linapitisha hewa ya kutosha, angalizo: hakikisha basi pia usiliweke sehemu ambayo linapita upepo mkali, kwa sababu ukiweka sehemu ambayo inapita upepo mkali, itawasababishia pia changamoto ya sungura wako kuwa wanaugua mara kwa mara ugonjwa wa mafua, ila pia inaweza ukawasababishia pia kupata hata ule ugonjwa wa amonia. Kwa hiyo jitahidi zaidi unaliweka sehemu ambayo iliyokuwa sahihi ambayo ni nzuri. Suala la kuzingatia zaidi ni sehemu ambao unapotokea wewe ambao unataka kufanya huo mradi wako wa ufugaji huu wa sungura wa kisasa, kwa sababu inategemeana na huo mkoa ambao uliokuwepo. Mfano, kama utakuwepo mikoa ambayo inapigwa na baridi sana, basi lazima uhakikishe kama unatengeneza mabanda ya nje, basi hakikisha unayaziba eneo kubwa sana na sehemu chache sana ndio utakuwa unaiacha kwa ajili ya kusaidia mzunguko huo wa hewa, ila pia kama utakuwepo mikoa ambayo hai, i, i, ina ina joto sana, mfano kama mkoa wa Lindi au mkoa wa Dar es Salaam, kama utatengeneza mabanda ya nje, basi pia hakikisha kwamba unayaweka una katika sehemu iliyokuwa mzuri na ambayo inapitisha hewa iliyokuwa vizuri na kama utayatengeneza ya ndani basi ni vizuri zaidi ukatumia wavu sehemu kubwa zaidi ya hayo mabanda, ili mradi kwamba mzunguko uwe mzunguko mzuri sana wa hewa. Na katika haya mabanda, kuna mabanda tofauti, kuna kama hayo ambayo kuna haya ya chuma pia, yote ni mazuri katika ufugaji wa sungura wa kisasa. Na tunawakumbusha kwa wale ambao bado wanahitaji mafunzo ya wa ufugaji wa sungura na vitabu vitabu kama kawaida vinapatikana kwa gharama ya shilingi elfu kumi na kwa mfumo wa soft copy ila, na kwa wale ambao wanahitaji mafunzo kwa sasa tunaendelea kutoa huduma hii ya mafunzo kwa njia ya magrupu yetu ya WhatsApp. Na mwingine, kama unahitaji tukufundishe ukiwa peke yako, pia tunaweza tukakufundisha na hiyo, tutakufundisha kwa gharama ya shilingi elfu tano tu ndani ya mwezi mzima. Kwa hiyo utakuwa na nafasi kubwa sana ya kuuliza maswali ambayo yanakutatiza katika ufugaji huo au swali ambalo unahitaji kufahamu katika ufugaji huu wa sungura wa kisasa. Kwa hiyo lazima uwe huru katika engo hiyo ya uulizaji wa maswali, ila pia lazima uzingatie banda lako liwe na joto la wastani ambalo litakayowasaidia katika u uleaji wa sungura wako watoto, yaani vitungule vya sungura vyako, ili vipate kukua vizuri, kwa sababu banda likiwa na joto kali sana litasababisha stress kwa sungura, na stress ni kitu ambacho kinawasumbua sana sungura, inapelekea mpaka inawaathiri katika masuala yao ya uzazi kwa ujumla ila pia kuwa huru na sungura anapenda sana awe huru awe nzuri, luke, vizuri na nafasi nzuri arukeruke afurahi vizuri. Kwa hiyo sungura akiwa na amani zaidi, na yeye ndio atakupa matokeo yaliyokuwa bora zaidi. Na tunaomba pia sapoti yako kubwa sana ya kusubscribe chaneli yetu ya Fat Rabbit TV, kushea video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, WhatsApp na mitandao mingine na tunawashukuru sana kwa wote ambao walisha subscribe kwa sababu nyinyi mnavyo subscribe channel yetu hii mnaipushi zaidi na mnaifanya channel ikue kwa haraka, na wanaohitaji mafunzo haya ili wapate kwa wepesi zaidi. Na wewe ukisubscribe, maana yake utakuwa umeshapata njia rahisi zaidi, endapo sisi tutakuwa tuna posti vipindi vyetu, itakuwa na wewe unavipata kwa haraka zaidi, kwa sababu itakufikia notification ambayo itaku elekeza kwamba sisi tumesha posti darasa lingine jipya. Na pia kwa darasa linalofuata, tutazungumzia zaidi kuhusiana na mbegu bora zaidi za sungura ambazo zinatumika sana katika ufugaji wa sungura kwa ajili ya mahitaji ya nyama. Kwa hiyo usiache kuendelea kufuatilia video zetu za mbele pamoja na za nyuma zilizokupita ili upate elimu iliyokuwa bora zaidi na kama unahitaji uanze ufugaji wako huo, ukianza ukiwa na elimu iliyokuwa nzuri sana, ili mradi kwamba hata zikikutokea baadhi ya changamoto hiyo rahisi zaidi katika utatuaji wake wa hizo changamoto. Asanteni sana na karibuni sana katika chaneli yetu.